Tanzania tunakuwa mwenyeji wa kuandaa tuzo za kimataifa za utalii kwa bara la Afrika na bahari ya Hindi kwa mwaka 2025. Tukio hili litafanyika hapa Dar es Salaam tarehe na 28 na ukumbi na ratiba nzima tutaendelea kuwapa taarifa. Lakini tuzo hizi zinafanyika Tanzania Dar es Salaam tarehe na 28 mwezi wa sita Mtakubaliana na mimi ya kwamba ili tuweze kushinda katika tuzo nyingi, tunatoa wito kwa Watanzania waweze kupiga kura kwa vivutio mbalimbali ambavyo vimekuwa shortlisted katika tuzo hizi. Naomba nitaje tuzo ambazo tayari Tanzania imeingia katika kinyang'anyiro cha fainali cha kupigiwa kura, ili Watanzania wakiendelea kupiga kura, basi tuweze kushinda katika tuzo hizi. Tuzo ambayo Tumekuwa shortlisted ni pamoja na nchi inayoongoza kwa utalii barani Afrika, kwa Tanzania iko pale, kuna nchi nyingi, kwa Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zinapigiwa kura. Lakini bodi bora ya utalii Afrika, bodi ya utalii Tanzania tumekuwa shortlisted. Lakini kivutio bora cha utalii barani Afrika, yaani ukiweka vivutio vyote kwa Tanzania, Africa's leading tourist attraction Hifadhi Ngorongoro imekuwa nominated kama kivutio bora, mlima unaoongoza barani Afrika, mlima Kilimanjaro, hifadhi bora barani Afrika, Serengeti. Lakini pia hifadhi mbalimbali zilizoko hapa nchini Tanzania kwa upekee wake zimetajwa pia kama hifadhi za taifa bora, na tunawatoa wito kwa Watanzania waweze kuzipigia kura. Kwa mfano Hifadhi ya taifa ya Kitulo, Nyerere, Udzungwa, Mahale, Arusha, Tarangire na nyingine zimetajwa katika vipengele mbalimbali mbali vya kuweza kupigiwa kura kutegemea na ubora wake. Lakini mwaka huu pia uwanja bora wa ndege barani Afrika, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere pia umetajwa, na tunatoa wito kwa Watanzania waweze kuwapigia kura, lakini pia bandari ukiangalia utalii wa fukwe ile cruise ship tourism na pia utalii mwingine unaohusiana na usafiri wa bahari kwa bandari ya Dar es Salaam imetajwa kuwa, kuwa kuwa ni bandari bora barani Afrika. kwa tutoe wito kwa Watanzania waweze kupiga kura ili tuweze kupata nafasi ya kushinda tuzo hizi. Najua dirisha la kupiga kura lilianza toka tarehe 11 Machi na wenzetu wa hifadhi za taifa